Hamalathu ummuhu, mama yake amemchukulia mimba wa unyonge kwa unyonge juu ya unyonge. Aluhu, na kuambatana naye kuachana naye kwa kumnyonyesha, fi amaini, ndani ya miaka miwili Anishukuru li au anu unaweza kusema zote eh, anishukuru au anu, tumeelewana. Anishukuru li, kwamba nishukuru mimi niliyojaalia hilo kwa taufiki yangu waliwa wali, na washukuru wazari,

sawa wakikuelekeza, ala an tushirika bi kunishirikisha mimi, ma laisa laka bihi ilmu, kwa uso na elimu nalo, kwa uso na elimu yani, kwa usiokuwa ukiliwa kwa usokuwa na ujuzi nalo, fala tute huma hapo, kwa sahibuhuma, lakini endelea kuishi nao fi dunia, hapa duniani, bimaarufin, kwa wema tu, usiwakate kwa sababu wao wanakulazimisha katika ushirikina kukuimiza huko lako wewe usiwatii tu, lakini usikubali wakupeleke katika ushirikina. <coughs> watabi'i sabila man anaba ilaya, naendelea kufuata njia ya wenye kurejea kwangu. thumma ilaya marji'. Marji'ukum kisha, ni kwangu mimi tu ni marejeo yenu fa unabbiukum bima kuntum taamaluna, nitawaelezeni yale yote mliokuwa mkiyafanya. ya bunayya, ewe mwana wangu. inna ha hakika, jambo lolote intaku likiwa mithqala habbatin, kama uzito wa punje min khardalin ya khardali, fatakun fi sakhratin, likiwa ndani ya jiwe, au fi samawati, au mbinguni, au fil ardi, au ardhini, yati biha Allah, Mungu atalileta hivyo hivyo lilivyo kwa malipo Inna Allaha , hakika Mwenyezi Mungu, latifun, Nimpole mpoleu anajua kila kitu. Ya yabunaya, ewe mtoto wangu, akimi salata, simamisha swala, waamur bil maarufi, naamrisha mema, wanha anil munkar, nakataza munkar Wasbir ala ma asabaka, subiri katika yale yanayokusibu. Inna dhalika, hakika huko kusubiri na hayo yote hayo, min aazmi lumuri, ni katika mambo ya kuwazimiwa. Wala tusair hadaka, na wala usiwatizame watu. Wala tusair hadaka linnasi. Tafsiri yake na usipindishe kitefute chako kwa watu, yani usipindishe kitefute. Unajua kitefute hiki yani usiwa... e, tuta, tutaeleza mbele huko usibehulie ndo. Wala tusair haddaka linas, tafsiri ya jumla, usiwatizame watu kwa upande mmoja wa uso wako, wala tamshi fil araha, na wala usitembee Inna Allaha hakika yuhibu kulla kula mu hampendi nakati na kati mwendo wako. Waghdud min sauti, na teremsha sauti yako kwani Na sauti mbaya elaamii ni sauti ya semeni insha Allah wa, wa kwa sababu ndo wasia wenyewe wa yule Lukumani kwa mwanawe. Kwa hiyo tutazisoma mpaka kwenye saa kumi na moja na kamili hivi, tuwe tumezimaliza tuondoke, semeni insha Allah. <coughs> Tulimwona Lukumani tangu juzi na jana tukamwelezea, hatuwezi kurejea tumeiona nasabu yake, tumeiona nafasi yake, tumeona shakhsia yake, lakini piaiona zama zake. Luqman aliishi katika zama zipi? Lakini pia tukaona amezaliwa wapi, miji yake. Tangu juzi tunamwelezea Luqman, tusemeni alhamdulillah. Na tukataka, eh tukataka, kwamba kila mtu akiondoka hapa awe nani? Lukumani, sawa, akaishi kama Lukumani, kwa sababu mwenzetu hakuwa mtume, hakuwa hakuwa, alikuwa tu kama doto yule, tu mtu tu wa kawaida hivi, sawa. Lakini Mwenyezi Mungu kwa maisha yake aliyakubali, akalihifadhi jambo lake, na walilahi alhamdu, akamwingiza katika Qurani anasomwa kwenye Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu aliofanikiwa. Mwenyezi Mungu na sisi tujalie. <tuhi> hata kama hatutopata fursa ya kuingizwa katika Qur'ani na hatutoipata kwa sababu Qur'ani ishakamilika, Al yauma Li akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum lakum al-islama dina, na ikashuka aya ya mwisho eh, wattaqu yawman turjauna fihi eh ila Allah. Mtu mmoja aliniuliza, alifanyaje? Aliniuliza vipi, mbona wengine wanasema hii aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati ndio aya ya mwisho, na wewe umetuambia eh, wattaqu yawman turjauna fihi ndio aya. Nikaambia zote aya za mwisho zote ile alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ni aya ya mwisho katika mlango wa sheria. Ni aya yaani, baada ya aya ile haikushuka aya nyingine yote inaelezea sheria, si udhu, si si si hija, si zaka, si nini, si nini, si nini, si nini, si nini. Baada ya ile haikushuka aya yote inayoeleza kitu kinachoitwa sheria lakini baada ya aya hii wataku yauman turjauna fihi ila llah, maanake haikuja aya nyingine, imefunga msaafu, ndio aya ya mwisho kushuka, kusuka alalitlaqa kama ulikuwa ulijui hili basi, ndio ujue eh. Alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati imeshuka katika lwadaa hii jalo hiji Mtume sallallahu alaihi wasallam Ndo hija ya kuaga, lakini ziliendelea kushuka kabla ya kifo mpaka ilivyokuja hii. Baada hii haikuwa Qur'ani, umeelewa eh? Ulioniuliza nakuona hapo. Mwenyezi Mungu akila lake. Basi wenzio wanachuoni wanajua ni ipi aya ya mwisho kushuka katika mlango wa swala, ni ipi aya ya mwisho kushuka katika mlango wa zaka, katika mlango wa ndoa ni ipi aya ya mwisho katika ni ipi aya ya mwisho kushuka katika. Na ukiyajua vizuri mambo kama hayo, ndio tunafika pahala pakuheshimiana, pahala paku heshimiana, he, kwamba yule tumheshimu, huyu tumheshimu kwa kiasi hiki Haya, leo mtu akikuuliza ghafla, nieleze aya ya mwisho kabisa kushuka katika mambo ipi? na wewe na ijue, kwa ijua mwenzio anaojua mheshimu, eh? na yule mwenzangu sana, haiwezekani kwa mwenzangu sana, mwenzio anaijua aya ya mwisho kushuka katika, katika, katika

chipsi kwa zito, unaenda kusoma wee, ukitoka kula chipsi kwa zito, unaenda ulumiuli min wasli ghaniatin watibi inaki aabitu sahara watabitu nauman watabghi baada dhaka lihaqi. Bwana mkubwa anasema sahari litankihi lulumi aladuli hali tankihi tankihi, maana yake. Mnajua tankihi ni nini? Maana ya tankihi kwa mpapai dume ukajike, mnazi dume kwa jike, mtende dume kwa, inaitwa nini? Tankihi inatakiwa izae, uweze ute dume kwa jike.

Alyauma akmaltu lakum ni aya ya mwisho kushuka kwa kisheria. Na wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah ni aya mwisho kushuka katika Qur'ani yote. <tikafan> Leo tutaondokea hapa, fainal insana biwalidaihi na tukamuhusia mwanadamu wazazi wake wawili kuwafanyia ihsani, kuwafanyia ihsani. Tuliwahi kusema siku za nyuma, sisi kwa wazazi wetu tunatakiwa tuwafanyie ihsani. Ihsani maana yake nini? antabudallaha kaannaka kaanaka tarahu fain lam takun tarahu fa fainnahu. Ihsani ileya kwa Mungu ile sani ile katika ibada ikuwa kana kwamba muona. Na ukitokuwa unamuona, maana yake kwamba yeye anafanya anakufuatilia, basi kuwa hivyo wazee wako, na kuwa kweli, yani hapo ulipokaa muone mzee wako hayan wa maitan Jamani, nisikilizeni, ni vizuri leo nataka nikae hapo kidogo.